kwa ajili ya kufundishana maneno ya mtukufu wa viumbe bora kabisa, ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi yetu ya leo ni hadithi inayotoka kwa mmoja katika wa masahaba waliopokea hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali huyu ni sahaba ambaye inasemekana ameandika hadithi nyingi kuliko masahaba wote, si mwingine ni Abdullahi

Fayasubu ummahu. Hadithi hii imekuja kukataza watu kuwatukana wazazi wao na ikataja hili kuwa ni katika madhambi makubwa, madhambi yenye kuangamiza, madhambi yasiyofaa kusifika nayo Mwislamu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika katika madhambi makubwa sana ni mtu kuwatukana wazazi wake wawili. Dhambi kubwa kabisa ni mtu kuwatukana wazazi wake wawili. Masahaba waliokuwa wamekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kisheria haifai na hata kiakili haikubali, wakashangaa sana kusikia haya maneno, wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Je, inawezekana kweli mtu akamtukana mzazi wake? Yani, mzazi ambaye amemzaa akamlea akamtizama na akamfanyia kila jambo zuri, inawezekana vipi mtu akamtukana mzazi wake? Mtume akawambia, naam, inawezekana mtu akamtukana mzazi wake. Amtukana vipi? Akasema yasubu abarajuli, mtu anamtukana baba wa mtu mwingine, fayasubu abahu, yule aliyemtukania baba yake na yeye anamtukania baba yake. Wayasubu ummahu fayasubu ummahu na vile vile, anamtukana mama wa mtu mwingine, yule aliyemtukania mama yake na yeye anamtukania mama yake. Kwa kifupi, maana yake mtu huyu anakuwa amesababisha mzazi wake kutukanwa, anakuwa amesababisha mzazi wake kutukanwa. Na hili jambo leo limeenea sana katika jamii, yani kuna watu midomo yao ni miepesi sana kutukana wazazi wa watu, ni kama kwamba wao hawakuzaliwa na wazazi au hawana wazazi. Na hata kama wana wazazi, huenda hawajui thamani ya wazazi wao waliokuwa nao. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonesha katika hii hadithi uhatari wa mtu kusababishia mzazi wake kutukana. Ndio wanachuoni wanatuambia, mtu kumtukana mzazi wake kuna njia mbili. Kuna njia ambayo ni ya moja kwa moja ya direct na kuna njia ambayo ni ya indirect ambayo siyo ya moja kwa moja. Kuna kumtukana mzazi bishaklin mubashir wa bishaklin ghairi mubashir. Naam, kwa njia ya direkti ni mtu kumtukana mzazi wake moja kwa moja, anazungumza na mzazi wake akawa yuwamtukana. Hili ni kubwa zaidi ya, ya lile la kusababisha mzazi wako kutukana. Yaani, mwanadamu mwenye akili salama mwenye moyo salama mwenye itikadi salama anapata wapi ujasiri wa kumtukana mzazi wake? Hata kama amemkosea, anapata wapi huo ujasiri? Mwanadamu ambaye amezaliwa na huyu mzazi, bila shaka ni jambo ambalo hata wanyama huenda, huenda hawalifanyi. Falidhalika, njia ya kwanza ni mtu kumtukana mzazi wake moja kwa moja, lakini njia ya pili ni hii iliyotajwa katika hadithi, mtu kumtukana mzazi kupitia kumtukana mzazi wa mtu mwingine. Nawausia sana vijana wenzangu, kwa sababu hili gonjwa liko kwa wengi katika vijana. Tujiepusheni na swala la kutukana wazazi wa watu. Hata kama unazungumza na mtu amekuudhi, amekukasirisha kiasi gani, simtukane, simtukanie mzazi wake kama unaona hakuna jinsi kabisa, umezidiwa, huwezi kujizuia, bora mmalizane wewe na yeye, lakini usimhusishe mzazi ambaye hana makosa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sibabu lmuslimi fusukun, kumtukana Mwislam ni uovu mkubwa. Unaonaje kumtukana mzazi wako wewe mwenyewe? Mzazi wako wewe mwenyewe, tasawar, just imagine, fikiria katika akili yako kabla hujachukua maamuzi yako na ukafungua mdomo wako kumtukana mzazi wako au kumtukana mzazi wa mtu mwingine. Uislamu umechunga tabia njema, umechunga maadili mema na umechunga haki za watu, na mtu wa kwanza kuchungiwa haki zake ni mzazi. Haki yake ni ya pili baada ya haki ya Allah subhanahu wa taala. Tujiepusheni na aina hii ya madhambi ya kuwatukana wazazi wetu. Dumtum fi riayatillahi wa hifdhi. Zahmid TV.